Just Tanzanian superstar Diamond Platnumz handing out $100 bills. Yeah, bwana, hii ni habari kutoka Nigeria katika mainstream media, yani katika chombo cha habari kikubwa tu huko Nigeria, eh, mainstream tukisema hivyo ni kama hizi de, habari za TBC, maona eh, ITV Klausi na vyombo vingine vikubwa vya habari hapa Tanzania. Sasa the same, huko Nigeria mmoja kati ya vyombo vikubwa vya habari vya kaliba hiyo vimetangaza kuhusiana na habari ya Diamond, baada ya kuondoka katika after party ya show ya Juma Juksi, Diamond Platinumz bwana alikuwa akigawa dola mia moja. Na hicho ni kitu ambacho hakijawaigi, hatujawaigi kuona msanii yoyote wa Tanzania au Afrika Mashariki akifanya jambo kama hilo hata wakina Davidu, waga atuonagi, wakikawa, dola 100. Waga, na gawa, wakikawa, dola 5 moja Umeona ambao sasana kama elfu kumi na mbili mpaka elfu mbili na mia sita ya kibongo. Umeona bwana, lakini Diamond alikuwa anatoa laki mbili na kama elfu arobaini hivi akikupa yani, eh? Ni dola 100 ukienda huko Nigeria. Alikuwepo katika hiyo party akasema kwamba Diamond ametoa takriban dola laki tatu na milioni 760 za Kitanzania, umeona bwana so kwa mujibu wa hiyo habari bwana, ikayefika mpaka katika vyombo vikubwa vya vi habari huko Nigeria, wakawa wanalidiskasi hilo swala e. Kwa mujibu wa sheria za Kinigeria bwana, kitendo cha kumpa askari pesa ni rushwa. Haijalishi kwamba kuna kosa umefanya, kwa ukawa unampa pesa kumpoza, au tu umempa tu pesa kama shukurani, au umeamua tu kumblesi, yani kumpa hela kama the way ambavyo Diamond alivyofanya, kugawa tu fedha, kagawa mpaka kwa maaskari eh, kwa mujibu wa sheria za Nigeria, hilo hicho kitendo ni rushwa kwa hiyo hakiruhusiwi, lakini ndio hivyo tena. Mwenetu Diamond Platinumz kwa jeuri ya fedha ambazo yuko nazo na yeye mwenyewe nadhani alikuwa hajui sheria za nchi hiyo amegawa hizo dola 100 mpaka kwa maaskari. Kwa hiyo ni moja kati ya mjadala ambao ume take place huko Nigeria kupitia uh, eh, chaneli ya televisheni inayofahamika kwa jina la TVC News. Walikuwa wanajadili hilo swala ambalo Diamond amelifanya. Kwa hiyo hapa kuna peji mbalimbali huku Bongo zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo habari, wakiwa wameandika kwamba eh, video iliyosambaa mtandaoni imeibua mjadala mikali baada ya Diamond Platinumz kuonekana akiwa anawapa polisi waliokuwa wakimlinda nchini Nigeria noti za dola mia mia kila mmoja. Diamond alikuwa na Nigeria kuhudhuria harusi ya Jux na Priscilla. Wakati baadhi ya watu wakiona kitendo hicho ni kama ishara ya shukurani, wengine wamehoji kuhusiana na, na viwango viwili vya maadili hasa ikitangazwa kuwa ee, wiki iliyopita polisi kadhaa wa Nigeria walikosolewa vikali kwa kupokea zawadi ya naira elfu tano kutoka kwa rais wa China. Hii imezua mjadala mpana kuhusiana na uhalali wa kuwalipa askari waliovaa sare na kama kutoa pesa za kigeni kunachukuliwa kuwa ni sawa zaidi kuliko kupewa pesa za kikwao. Katika mijadala hiyo iliyofanyika na televisheni ya Nigeria inayofahamika kwa jina la TVC News Nigeria, mtangazaji aliuliza je, tunatu, tunatumia viwango sawa kupima matukio haya mawili au kutoa dola eh, kunakubalika zaidi kuliko kutoa pesa za kinaijeria, yani naira? Maoni ya wananchi yamegawanyika eh? Mfuatiliaji mmoja aliandika kupitia mtandao wa Twitter kwamba hii ni tofauti, alikuwa tu anawashukuru, sio kwa kufanya wapange foleni kama watoto wa shule wengine, kama wengine wanavyofanyaga. Mwingine akasema kwamba je, ni kosa kuwatunuku watu kwa kazi nzuri wanaoifanya. Kuna Mnaijeria mwingine amehoji hivyo, baada ya huo mjadala kupamba moto katika vyombo vya habari huko Nigeria. Hata hivyo, wachangiaji kwenye kipindi hicho cha televisheni wali walielekea eh, kukosoa namna tukio hilo lilivyokuwa linafanyika wazi wazi. Mchangiaji mmoja alisema kwamba eh, kuto, kutoa zawadi kwa siri ni jambo la kawaida, lakini kuonyesha hadharani akitoa pesa kwa maafisa wa usalama waliovaa sare ni jambo lisilofaa na linaudhi. Mchangiaji mwingine aliongeza akidai kwamba kutoa pesa kwa watu wa kawaida, eh, kutoa pesa kwa watu wa kawaida kwenye vilabu ni jambo jingine, lakini eh, unapowapa askari waliovaa sare ni kuvuka mipaka ya maadili na heshima. Hata kama ungependa, hata kama ungependa kuwashukuru ingekuwa vyema sana kufanya hivyo kwa, kwa faragha bila kuonyesha video na kusambaza mitandaoni. Umeona bwana. Kwa hiyo kitendo cha Diamond, kime kuwapa pesa maaskari kimeibua mjadala na of course, ukiona tu pale maaskari walivopewa zile pesa bwana, wakaanza kukimbiza gari la Diamond eh, kwa juhudi kwa walikuwa na, na, na silaha unaelewa. Kuna ile, kuna Rolls Royce fulani hivi nadhani imekodiwa ile nyeusi, hatujajua kama imekodiwa au labda ni mali ya familia ya kina Prince, lakini kule Nigeria ndio ambayo Diamond Platnumz alikuwa anatembea nayo, Rolls Royce nyeusi, nadhani ile kama sikosei, ile itakuwa ni Rolls Royce uh, Ghost ile nyeusi hivi gari fulani hivi very masculine. Eh, ukisema masculine yani inaonekana ina misuli. Unajua kuna gari nyingine ukiziangalia ziko very sexy pretty pretty. Lakini hizi kuna gari nyingine za Rolls Royce ukiziangalia ziko kama masoka zile za wakina Vin Diesel. Kwa hiyo hii kwa hivyo. Kwa hiyo askari baada ya kupewa zile dola 100 uliona walichangamka, wakaweka silaha begani, wakati Diamond amepanda Rolls Royce anaondoka, wakaanza kuikimbilia kuhakikisha kwamba anapata usalama wa hali ya juu. So mimi naona kwamba ilikuwa tu ni appreciation lakini huko Nigeria bwana wameona kama vile eh, <laughs> haikuwapendeza kwamba angewapa pesa kwa faragha hawa maaskari, ila wale watu wa klabu kule kuwapa pesa ni sawa, ila huku maaskari angewapa kwa faragha kuliko kuonyesha vile mpaka video zimesambaa, maaskari wakiwa wanapopatikia dola miamia za mnye mwezi platinum. Inaonyesha kwamba iko sawa kimaadili, umeona bwana eh? So, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa hapa wabongo walivyoipata hii habari, wamekuja na wenyewe pia kuweka maoni yao. Ameandika hapa bwana, Diamond is the goat, anakuambia kwamba ni Diamond bwana, the greatest of all time, awe bwana, yani ni mtu bora zaidi wa muda wote. Haya, kuna mtu mwingine hapa anaitwa Seki Mwapasi anasema kwamba mpaka sasa hivi Diamond tatu Nigeria sifuri na dakika ni 88, mechi inaisha hii. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema bwana, Diamond ana msemo wake Eh, wa kuingia kwenye wameingia kwenye mfumo. Eh, kwa hiyo ameisha, ameisha anza kumalizana nao. Kwa mtu ameandika hivyo kwamba Diamond kweli waga na huo msemo kwamba wameingia kwenye mfumo. Kwa hiyo sasa huu ndo mfumo wenyewe, mpaka vyombo vyao vikubwa vya habari vinamzungumzia, ujue kwamba kweli wame, wameingia kwenye mfumo au bwana, mpaka sasa hivi tunaona kwamba Diamond mwenetu ana ball anadunda hapa Bongo. Hakuna hatua yoyote ya kisheria, hakuna makosa yoyote ameanza kushutumiwa, hakuna statement yote ile ambayo imetoka kisheria, zaidi ni ambayo ni formal statement ambayo imetolewa kuhusiana na tukio ambalo Diamond amelifanya. Umeona bwana, haya kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, mzoeni tu Simba wa mama Simba Dangote hapo anataka mumzungumzie tu na mmefanya hivyo. Huyu hapa ni Abdul Nondo amekuja kucomment hivyo kwamba Diamond bwana alikuwa anataka azungumziwe, na kweli wamefanya hivyo. So it is what it is is what. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section. Unazungumziaje tukio hilo? tutakuwa eh, tukisoma na kureplay kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.